Us. Na tukiangazia mengine ni kwamba idara ya maji, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imeanza kuandaa na kutekeleza kanuni maalum zilizoundwa kudhibiti maporomoko ya ardhi matope, na majamba, majanga mengine katika siku zijazo. Hatua hii inafuatia janga lililotokea miezi michache iliyopita, ambapo watu 39 walipoteza maisha kutokana na maporomoko makubwa ya ardhi yaliyoshuhudiwa katika maeneo ya Chesongoch na Kipkenda ndani ya kaunti hiyo. wasihi tu wakazi wetu tuweze kufanya yale mambo tuna, e, tunajua itaweza kuhifadhi mazingira whatever happens upstream affects downstream. Na hiyo tukiweza kukata miti upstream huku ita affect downstream huko chini, na tunaweza that is why tunaona A lot of siltations inaenda chini, rolling stones katika hii uh, escarpment yetu inaendelea kutupa uh, changamoto sana na mtazamaji tunapata